Na huku wananchi wakiendelea kulalamikia masaibu ya kiuchumi, viongozi wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wameapa kuzidi kuchangia vikundi tofauti tofauti katika maeneo mbalimbali katika jamii kama njia moja ya kuwasaidia kujikwamua katika masuala ya kiuchumi, kama anavyoarifu Eric Lumbasi. Wakizungumza katika hafla ya harambee kwa vikundi vya kinamama katika eneo bunge la Sirisia, viongozi hao wanahoji kuwa ni kupitia hafla hizo ndipo watapata uwezo wa kupanua biashara za kinamama hao. Ati tuwatoe pale bottom, waende tutoe bottom, tupeleke. Hivyo ndivyo ndivyo mmesema. Nimeona wale wachochezi wale wa kabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana sera sababu hawajaelewa sera yetu ile ya bottom up. Wako na kisirani na kazi ya empowerment, ati wanatuuliza maswali ati tunatoa pesa wapi? Wacha tuwaambie, hatutegemei mshahara peke yake. Sisi ni wakulima, sisi ni wafanyi biashara mashuhuri, na pesa zetu ni zetu na raia wenye hutupigia kura. Hii dunia ya Kenya yote ni nji ya Wakenya na wale wa Kenya ndio wametuweka sisi katika mamlaka, wapende wasipende. We will continue with this empowerment program. We are not getting kura, we are getting more hotter. Hata hivyo wameelezea umuhimu wa umoja wa jamii ya Luya mbele ya uchaguzi mkuu ujao, wakisema watakuwa wakimwunga mkono Rais William Ruto katika kutafuta hatamu yake ya pili ya kuongoza taifa hili. Na sisi watu wa western tuungane, tukae pamoja, tutakuwa kwa serikali kwa sababu na hiyo kazi bila break. kazi bila break. kumi bila break. sema teni bila break. Wangapi wanasema? Ruta anaenda bila kupingwa kutoka hapa kwetu, ya kwamba kama Waluya sisi tuko kwa hii serikali katikati, na hatuwezi banduka, wala ambao wanatuambia tungoje serikali ingine tunawaambia ng'oo. Sasa tuungane tuwe kitu kimoja, 2027, kura zetu ziko kwa kapu moja na tuwe na heshima kwa viongozi wetu wakiongozwa na mheshimiwa Wetangola. Viongozi hao wamesema eneo la magharibi halijachwa nyuma kimaendeleo, wakisema watazidi kushinikiza serikali kuleta miradi zaidi kufanikisha maendeleo. Hii barabara yetu kutoka ruahaha kwenda mpaka ijoin ile ya kupitia Malaba sasa ni international A Road, na tunaitengea pesa ile inatoka kwa securitization of resources ya mafuta ili tuinue iwe class A road kama ile ya kwenda Malaba ili ipitishe biashara serisi, aikuwe ikuwe town kubwa Uahaha ikuwe town kubwa. Kama sisi tunataka tuheshimike katika Kenya hii, mpaka tufanye kazi. Hii mambo ya matusi, nasikia matuzi hapa na pale. Isit sisi, Eric Lumasi, West TV, Kaunti ya Bungoma.